Mtandaoni wanapotaka kuangalizia watu na katika kuandika makala zao za unajimu, utakuta wanawaambia watu nyota za watu wenye utajiri ni nyota zifuatazo. Utakuta wanasema samaki, kaa, nge, punda, simba, mshale, lakini ukweli haupo hivyo. Wanataja nyota hizi ili ukisikia, uende moja kwa moja kuangalia historia ya matajiri wakubwa duniani uweze kukutana na nyota walizozitaja, ili tu waamini kile kitu wanachokuwa wanakisema lakini ukweli haupo hivyo. Ili mtu aweze kutajirika, anategemea sana na mpangilio wa nyota zake katika chati ya unajimu wake, kwa kuangalia nyota tatu za utajiri au mafanikio, sehemu zilizokaa katika chati hiyo, yaani muhimu. Kila mtu anaweza kuwa tajiri na anaweza kutajirika kinyota, kutegemea tu na hizi nyota tatu zinakuwa zimekaa wapi katika chati yake ya unajimu, ambazo nyota hizo tatu za utajiri zaidi ya kwanza huwa ni nyota ya punda katika mpangilio, yani kuna nyota ya punda, kuna nyota ya simba na kuna nyota ya mshale. Hizo ndio nyota ambazo mtu yeyote ule zinaweza zikampa utajiri na mafanikio makubwa sana hii ni kutokana na nyota hizi, ni nyota za moto na ni nyota ambazo zipo haraka zaidi katika msukumo wa mafanikio, hasa katika nyanja zinazokuwa zinahusika nazo. Mfano, nyota ya punda ni nyota ya moto ambayo ni moto wa mlipuko, yani moto unaoweza kuanza kwa mshtuko, ambao ni moto unategemea kitu kidogo sana, ama moto mdogo sana, ili wenyewe uweze kukua mkubwa. Lakini vilevile vile kuna nyota ya simba nyota ya simba ni nyota ya moto wa mkaa kwa lugha ya kitabibu, lakini kwa lugha ya kinajimu huwa tunaita moto wa jua. Lakini tukiachana na hiyo, vile vilevile kuna nyota ya mshale ambayo ni moto wa nyasi, yani moto ambao mfano wake ni moto unaoweza kuwakia porini. Sasa yote kwa yote, nyota hizi hutaka msukumo mdogo tu ili kuweza kujitosheleza na kuwaka vema kuliko nyota zingine na hii haina maana ya kwamba wenye nyota hizi ndio watu watakuwa matajiri. Hapana, isipokuwa utajiri wao utategemea nyota hizi zimebebanishwa vipi katika urafiki kwenye chati yao, ama kwenye chati ya huyo mtu na kila muhusika. Yes, nyota hizi kila mtu nguvu yake anayo, hutegemea na nguvu hii itajaza roho yake kipindi gani ili kuweza kuleta effect zinazotakiwa. Japokuwa wenye nyota hizi ndio watu wanategemea kuwa na msaada mkubwa sana kwa wengine ili kuweza kusurvive. Hata ukirejea katika solar system yetu, jua ndiyo kani pekee ambayo inakuwa kama mwanzilishi wa uhai, yaani yenyewe inakuwa ni kama vile betri ya uhai wa kila mwanadamu na kila kiumbe hai na kila kitu kinachozunguka katika solar system, basi utakuta jua ndiyo lina nguvu sana ama ndio lina msaada mkubwa sana katika kufanya vitu viweze kwenda sawa hivyo kila mtu anaweza kuwa tajiri kwa sababu tu mpangilio wa nyota hizi tatu kwenye chati yake ya unajimu zinakuwa zimekaa sawa na yeye jinsi anavyokwenda. Ndio hapa huwa tunasema ukikosea uelekeo wa kinyota basi umekosa mengi. Influence nyingi za nyota zinakuja katika maamuzi na intuition zako ambazo zinatoka katika roho yako. Hivyo kujua nyota yako tu peke yake yani sun sign, hakuta kufanya kujua wewe mafanikio yako ya kuwapi na wala hakuta kufanya wewe uweze kujifahamu kama ni tajiri. Yaani utakuta watu wengi sana wanazungumzia sunshine, unajua nyota yako wewe ni nyota fulani, kwa hivyo ukitaka kufanikiwa fanya hivi na hivi na hivi, hawaangalii zaidi ya sunshine. Sasa watu wengi unakuta wanapotea kwenye sunsign kwa maana sunsign yenyewe inakuwainakuwa haijajitosheleza maelezo yake, mtu aanzie wapi aishie wapi afanye nini nini asifanye. Kwa hivyo watu wengi unakuta wanaona hii nyota yani ni mambo ya usanii, alafu ni kupotezeana muda. Hivyo, ili mtu aweze kuwa tajiri, basi mpangilio wake katika chati yake ile ya nyota, yani chati ya unajimu, kama umewahi kusikia chati za unajimu, itategemea nyota hizi tatu zimekaa wapi na ndio utakuwa kama mwongozo ama ramani yake ya kuweza kufuata mafanikio yake, kama ni mtu wa kutaka utajiri. Sasa unapokuja katika kuangalia ile tunasema ramani yako ya maisha ya mafanikio, mfano ikiwa unataka umaarufu, unataka pesa, unataka kukubarika, unataka kuwekeza, unataka utajiri, unataka kujitegemea, unataka mahusiano, unataka mirathi, unataka safari yako ya maisha, unataka biashara au kazi, marafiki au msaada, asili yako ya mafanikio na kadhalika maana yake kwenye mlolongo huo wa milango ile tunasema milango kumi na mbili itategemewa imekaa vipi, lakini pia kuna sayari zako zitategemewa zimekaa vipi na zinakuongoza wewe vipi, na kwenye mlolongo huo ndo unaamua kila kitu cha mafanikio yako, hata society zote zinazotajirisha watu kimazingara zinazingatia hili. Hata kama ikitegemea kwamba wewe utajiri wako Mwenyezi Mungu ukajalia, umepitia kwa malaika, ama kwa majini, ama kwa mashetani, ama kwa waganga, ama kwa walimu uchawi, ndagu na kila aina ya secret society unayoifahamu.